Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya 45. Ilipoishia Alhaji hakuongeza kitu, alichukua glasi ya maziwa ambayo muda huo yalikuwa yamepoa na kuyanywa yote na kuweka glasi juu ya meza. Nafikiri umefurahi nimekunywa. Unatakiwa kufurahi wewe kwa vile nimekuacha hai. O, o, o... hakumaliza mdomo ulikuwa mzito na kuanza kuhangaika kama Mchungaji Samweli. Naye alikufa kifo cha mateso mazito. Nilitoka na mabegi yangu na kumuaga sekretari kwa kumweleza: dada yangu, natoka. Haya dada yangu, naona una mizigo mizito. Ina nini? Bosi wako atakuambia, amesema usiingie mpaka akuite. Hakuna tatizo. Kwa vile nilikuwa nimeita Bolti, niliondoka na gari kwa kupitia Daraja la Nyerere mpaka Uhasibu, ambako nilichukua gari lingine hadi Mtoni Mtongani, kisha nilichukua bajaji hadi nyumbani kwangu Temeke Mwisho, mitaa ya Namanga, nyuma ya kituo cha basi. Baada ya kumlipa dereva wa bajaji, niliingiza mzigo yangu ndani. Nilibadili nguo na kutoka, kwa vile siku ile nilitakiwa niwapunguze wawili ili abakie Mabula wa Mwanza ambaye angekufa siku inayofuata. Ilikuwa safari ya kwenda Masaki kwa Josefu Makiki. Kwa vile nilishafanya uchunguzi wangu kwenye jumba la Josefu ambalo lilikuwa na walinzi wa kampuni binafsi, niligundua kulikuwa na walinzi watatu, wawili wa kiume na mmoja wa kike. Mwenye silaha alikuwa mmoja. Kwa ulinzi ule, niliamini kazi yangu itakuwa nyepesi. Kingine kilichonipa moyo wa kumpata Josefu kwa urahisi kilikuwa walinzi wake walikuwa hawabadiliki, zaidi ya kubadili shifti. Wa asubuhi huingia usiku na wa usiku huingia asubuhi, lakini walikuwa ni wale wale. Baada ya kuijua sare yao, nilikwenda kushonesha na kutembea nayo. Pia nilimfuatilia askari wa kike aliyekuwa akikaa Kinondoni Mkwajuni, karibu na shule ya Hana Nasifu. Nilijua ratiba yake, lini anapiga saa 24 na siku inayofuata huwa na mapumziko ya saa 24, ambayo huingia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Nilianza kujenga naye urafiki kiasi cha kuzoeana na kuitana shoga. Nami nilitumia ukaribu ule kumpitia na gari la kukodi kumrudisha nyumbani kama vile nilikuwa napita nje katika mihangaiko yangu. Siku ambayo nilifanya mauaji ya Balize nilikwenda hadi kwake Kinondoni, Hana Nasifu na kuongea naye sana kuhusu maisha na kazi zake zinavyokwenda bila yeye kujua nilikuwa kazini. Shoga, kazi ya ulinzi tunaifanya tu, lakini haina pesa kabisa, mshahara mdogo pesa yote inaishia kwenye nauli na chakula tu. Ukipata kazi nyingine unaacha? Naweza kuacha, kila mtu anataka unafuu wa maisha. Kesho unaingia saa ngapi? Kesho natega, kuna kampuni mpya imeanzishwa nitaenda kusikiliza majibu yangu japokuwa nimepewa matumaini ya kupata. Vipi mshahara wake? Mm, kidogo afadhali pia hata kwenda kazini hutumii pesa nyingi. Kauli ya kuwa kesho anategea, nusura nipige kelele za furaha, lakini nilitulia ili niendelee kumdodosa jinsi lindo lao linavyokuwa na jinsi gani wanaume wanavyomchukulia wakiwa liondoni. Tunaishi kama ndugu wa familia moja kwa upendo na kuheshimiana. Kazini kwenu kuna wafanyakazi wangapi wa kike Jumla katika kampuni tupo wanawake tisini kati ya wafanyakazi mia tatu. Kwa hiyo kwenye lindo lazima liwe na askari wa kike? Hapana, tunagawanywa kulingana na lindo litakavyokuwa. Hatuwezi kupelekwa lindo la pembezoni mwa mji ukiwa mwanamke peke yako, tofauti na mwanaume anaweza kupelekwa peke yake. Vipi, mfanyakazi anapoumwa inakuwaje? huwa analetwa mbadala wa kuziba siku ile, lakini ukipona unarudi lindoni kwako. Baada ya kumdodosa na kujua siku ya pili hataenda kazini, hivyo hata nikiingia lindoni nitajulikana kama mwenza wao. Niliamini wakishtuka watakuta nimeshafanya kazi yangu na kutokomea bila wao kujua. Hivyo lazima ujue siendi sehemu kichwa kichwa bali huenda nikishamaliza kufanya uchunguzi wangu wa kina, jinsi ya kuingia na kutoka. Baada ya kumaliza kisasi changu kwa Alhaji Swalehe, niliondoka na kuelekea kwa Josefu. Nilijua hesabu zangu zitakwenda ninavyotaka. Wakati mnakwenda kuona mwili wa Alhaji Swalehe, mimi nitakuwa nafika kwa Josefu na kuwahi kufanya mambo yangu na kuondoka. Njiani Nilivaa nguo za ulinzi na kwenda kwa Jose. Kwa jinsi mavazi yalivyonipendeza niliamini kabisa watajua mimi ni mlinzi wa kike. Kwa vile taratibu za pale zili nilizifahamu nilicheza kama Pele kwa kuwaita majina yao na kuamini mimi ni mwenzao ambaye nimekwenda kushika lindo la ulinzi mwenye dharura. Baada ya kufika pale sikutulia, nilizunguka nyumba kufanya uchunguzi na kuona nitaingilia wapi na kutoka. Baada ya dakika kumi toka nifike waliongezeka walinzi wengine waliovalia nguo za nyumbani, kuonyesha ule ulinzi ulikuwa maalum wa kumlinda Jose na familia yake. Wakati nikiendelea na lindo, uliingia ugeni mzito wa Mkuu Shila na baadhi ya vijana wake. Nilijiuliza kufanya vile kulimaanisha nini? Kwa siku ile nilikuwa na kazi na watu wawili, Antikalo, muuguzi aliyetumika kumchoma mama yangu sindano ya sumu, na mganga aliyetoa sharti la baba yangu kutolewa kafara Segera, Tanga. Kuongezeka kwa ulinzi niliamini kungechelewesha kidogo kazi yangu, pia kunipa kazi ya ziada ya kumuua mzee Josefu. Baada ya ulinzi kuongezeka, nilijikuta mwili ukisisimka na kutaka kuonyesha uwezo wangu kwa kumuua mbele yao tena kwenye ulinzi mzito. Kilichonipa urahisi wa kutekeleza mauaji yangu ni kwamba mlikuwa hamjui mnayemlinda asifanye mauaji. Pamoja na kuongezeka kwa ulinzi, lakini askari wengi walikuwa nje na wachache ndani. Kwa vile nilikuwa najifanya kulinda eneo la nyuma, ambako nilikuwa peke yangu kwa ndani, kwa nje walikuwepo askari maalum. Kupitia dirisha la jikoni niliingia bila mtu kujua kwa kujipinda kama mtoto wa paka. Nilidondokea jikoni, ambako nilimkuta dada wa kazi akiandaa kahawa ya maziwa kwa ajili ya wageni na mwenyeji wake. Aliponiona alishtuka, lakini hakupiga kelele, kwa vile nilitua nyuma yake na kuamini nimeingia kupitia mlango wa kawaida. Vipi dada, unasemaje? Mbona umeingia ndani tena jikoni? Alisema vile kwa kuwa mlinzi hakuruhusiwa kuingia ndani. Hivi vinywaji vya nani? Kwa nini unaniuliza hivyo? Sitaki maswali. Ipi kahawa ya baba? Hali hii ya kwenye kikombe cha dhahabu, kuona mbwa wale walivyokuwa wakichezea maisha, kufikia hatua mtu kunywea chai wenye kikombe cha gharama ya zaidi ya milioni mia mbili nilijuta. Nilijikuta nikipandwa na hasira, niliona damu ya baba yangu inavyochezewa na viumbe wasio na huruma, lakini nilijiambia, hukumu yake siku ile ilikuwa imefika. Itaendelea tena siku ya kesho. Unaweza kufuatilia hadithi hii kupitia mtandao wa Mwananchi au Mwananchi Digital katika YouTube. Hadithi hii imetungwa na Alimbetu na kusimuliwa nami Jese Tunuka wa Mwananchi Digital.